Waraskazoni Horohoro, Tanga, waja wa leo? Ah, waondoka leo? Mwijaku nambie, siku hizi Tanga si waja leo leo waondoka? Siku hizi Tanga ni waja leo kuondoka, majaliwa. Waja leo kuondoka, majaliwa. Wewe unajua kama daktari Samia Suluhu Hassan yuko Tanga? Hayo na nayajua, na tumekasi si kazi wa Tanga kwa hamu kusikiliza hizo sera za Sera. Ah, leo mtakuwa pamoja wote. Tuki, tukimaliza kesho tunaondoka zetu.

Oro, oro, wa raskazoni horohoro Tanga waja leo waondoka leo. Mwijaku nambie, siku hizi Tanga siku hizi Tanga ni waja leo kuondoka majaliwa, waja leo kuondoka majaliwa. Wewe unajua kama Daktari Samia Suluhu Hassan yuko Tanga? Hayo unayajua, na tumekaa sisi wakazi wa Tanga kwa hamu kusikiliza hizo sera za Ah, leo mtako pamoja tukimaliza, kesho tunaondoka zetu kwenda wapi? Daktari akimaliza, lazima tumwombe akae, wala usiku tano, tumwonyeshe mazuri ya tano. Ah, tumpikie vibibi ah, tumpikie mahamri ah, tumpikie chapati ah, mpikie maharage ya kukaa, baadhi kuku chuku chuku ah, ah, e, ah, daktari lazima anawiri. Kwa hiyo daktari atabaki Tanga aoge maji ya iliki. Piga kelele kwa Samia wake

gwa raskazoni horohoro Tanga waja leo waondoka leo leo. Mwijaku nambie, siku hizi Tanga si waja leo leo waondoka. Tana siku hizi Tanga ni waja leo kuondoka, majaliwa, waja leo kuondoka, majaliwa. Wow, unajua kama Daktari Samia suluhu Hassan yuko Tanga? Hayo unayajua, na tumekaa sisi wakazi wa Tanga kwa a kusikiliza hizo sera Ah, leo mtako mtakwa pamoja, tukimaliza kesho tunaondoka zetu.